Kwa majina naitwa Yohana Chazi Matias, mchezaji wa timu ya Mwaisha Sports Arena FC, ambapo leo tunashiriki mchezo wa fainali wa mashindano yaliyodhaminiwa ya na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dhidi ya madawa kulevya yaliyo chini ya wa, u, ofisi ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim. Aa, umuhimu wa mashindano haya kupitia serikali yetu yanatusaidia sisi vijana kujiepusha na matendo yasiyo ya rasmi kwa vijana. Vilevile anatusaidia sisi ujenga umoja kutoka vijana wa sehemu moja na sehemu nyingine, vile vile anatusaidia kupata elimu dhidi ya madhara ya madawa ya kulevya, vilevile kupitia mashindano haya yameweza kusaidia kutambua kwamba mtu mwenye uraibu wa madawa ya kulevya anaweza akapata matibabu na akapona kabisa bila shida yoyote, na tumeelimishwa kwamba utumiaji wa madawa a kulevya ni hatari sana kwa afya yetu, ambayo inaweza kutusababishia shida ya figo, ini na magonjwa mengine kama vile UKIMWI. Kwa hiyo kupitia mashindano haya sisi kama vijana yametusaidia sana kuepukana na, yanatusaidia sana kuepukana na matatizo hayo. Kwa hiyo tunaendelea kuishauri au kuihasa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kutoa au kutuhamasisha sisi vijana kwa kutumia mashindano haya ya mpira wa miguu na michezo mingine mbalimbali kama vile yaliyofanyika hapa, kukimbiza kuku, kuvuta kamba na vinginevyo, ili tuweze kujiepusha zaidi na matendo yasiyo ya rasmi katika jamii zetu. Mimi kama mchezaji wa Mwaise Sports Arena FC, namshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kwa watu wenye uraibu wa madawa ya kulevya na kuwapatia dawa mbalimbali ambazo zinawasaidia kurudi katika hali yao ya kawaida na kufanya mambo yao ya kijamii. Naishukuru serikali kwa kuweza kunisaidia kuweza kunywa dawa nampaka sasa hivi hali yangu ni nzuri, na naendelea na, na tiba. Naomba Mungu anisaidie, aendelee kutukumbuka na kututolea hizo fedha, ili tuweze kupambana na kutoa elimu zaidi kwa vijana wenzetu kupitia mashindano mbalimbali.